Wapendwa watizamaji wa BMBC TV, karibu tena kwa habari zetu za siku za leo yeah. Na imani ni wote mko salama, sababu tukiona tumeona ii pambazuko asubuhi, basi haya tuseme jina la Bwana lipewe sifa, na kwa Waislamu nao na wasalimu kwa kwa lugha la kimembo mm -hmm. Asalamu As alaykum. So sasa, kama na hii tuko mbele yenu nala tupiiisha leo audio ni kwa kuwapatia taarifa ambazo zipo leo. Tutakuwa na deba uh, kuhusu uh, Rwanda kwa gisi. Kagame amepata kwa kusema jana, unavyojua kama sisi tuko hapo kwa tafutia manyuzi ya haikutuza vita ila na zengine to gisi bitu benendelea na gisi Washington uh, imeonyesha mkazo kuhusu uh, akor de pe yenye iko inafanyika mambo ya Washington So, ndugu zangu, unyuzi yenye iko iko reli na haiko ya kufichika donc. Iko reli ndugu yetu notre cher président et Félix et Antoine Tshisekedi Chilombo quand lui va wajulisha kama alielekea Washington kwenye manifestation yelikuwa kule, alikuwa alikuwa na delegation ya wa ministre. Eh, njana alikuwa kule kabisa na vitu bilipita bien tulio na ukubwa wake, kwa gisi alipokolewa mmezo planche, tukasema kabisa vitu vitu biko biko sawa biko sawa kabisa. President Donald Trump ye mwenyewe alimsema, bwana, tuna kushukuru sana kwa jitihada zako, kwa curage zako zote zenye uko nafanya, sababu tangia vite naanza mpaka hivi we toujours uko na ivi, pambana

kiukweli ivita a Tshisekedi anaenda iganye, paske to tunafikia ni pazuri. Tshisekedi yeye alitumikisha diplomasi, mwenzaki akatumikisha vita ya, ya masasi ya kuua watu ya hivyo ya iganye. Lakini tumeona Tshisekedi yeye amekala chini, amewaza, ameona pale, mimi kitumikisha masasi basi nitumikisha diplomasi na kweli tunaona kwenye diplomasi iko inaendea maneno mazuri kabisa, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu wa wakangomani wote njoo kitu ambacho wanataka waone likua njoo likua raha yetu kutoni presida mwenye anatetea Congo, president mwenye anaakize mwenye na na Congo president mwenye anasema ukweli ya biko angisibitbiko amasekedi bika pe kwake, ni president mwenye anajitolea sana Uh, pambania ya Kongo na ni biti benye tunapfa tu tuseme paske ave du mseme mtu kwa mazuri wakati angali hai, seke di big up kwako cher president bitu biku afana kabisa, biko sawa. So tuningia kupwenti ya leo, kupwenti ya leo zaidi ambayo natubeba ni kuhusu ndugu yetu binyibigo bina pitikana, na juu watu wengi kwa taka wajue ni nini, ojiste nini pitikana. Ndugu zangu kusimu na vyojua kwa kwa informe kwetu ni nini.

Hiiviko e ni informasioniiko real na iko bien fiable, kalandika hivi. Tunajua kama sisi ni sisi na tunaweza tukaishi bila bila mtu yaani na, na tuko taari kuishi bila mtu, so tujichukulie muurukwa kujitegemea sisi wenyewe, sababu sisi ni nchi ndogo lakini tuna uwezo wa kujitegemea bila watu wengine tukaishi juu ni ua kubwa basi, tukaonyesha kama sisi tunaweza tukaishi bila hapo. Hiyo maneno deja inaonyesha oga, inaonyesha deja faiblesse kama uh, deja iko munjia yenye atapata masanksio zenye zi vraiment zitatushe Rwanda, sababu alisema Banyarwanda bajitegemee na baache kwa kutegemea misaada ya nje.

Presida Kagame mabega sababu yamezipiga kifua sana, imeona kama haezi kabanwa na mtu ama haezi akapewa sanksion. Me tunaenda ona kama vinaenda fika mwisho, sababu wakati yenyewe watu wanaambatana wana, wana na President Donald Trump e, mwenyewe alisema i kweli, nimeona majitihada za Chisekedi. Uh, na kweli tunaenda kusaini mkataba kubwa ambayo dunia itashangaa, maskini afu Donald Trump alimalizia kwa kusema, inavyojua kisi vitu ambavyo unavyopitia kweli uh, ila nakuweka huru, uniite, nipigie simu kwa muda wote ambao wewe unataka. Mie niko hapo kukujibu na uniulize chochote chile tekie unataka So, chiotunajua kama kitu kinamaanisha yaani, ukishambia mutu a akuwa ngine relationship yenye inendaka odelea vitu wanawazi. Ukishambia mtu unipigie simu muda wote ambao unataka, maanake ameridhia na wewe e, maanake mumekubaliana, maanake amejisikia, am, am, ame muwea sampusa oki kusema ajase huru kwako. Ae haweza ambia mtu mwenye uko na nafikia ama mwenye aukontekwake kama unipigie muda wowote, hiyo ni kauli ambayo Donald Trump amemalizia, kakwambia Monsieur President Antoine Tshisekedi Tshilombo, hiyo ni kauli ya mwisho ambayo Dona Trump amemwambia Ch ame kabla awajaenda usaini uh, ikataba ambazo ziko zimetajika antre Amerika na, na Kongo kuhusu amani. So, ndugu wapenzi, ndio si matisha ambayo tulipata hiyo. Na kuhusu Rwanda, ndio hivyo, kama Rwanda inaenda pata masanksion na ile itatesa ita, ita, ita sana Wanyarwanda sababu hawatakuwa na access kwa vitu vingi sana, na itakuwa umojawapo wa ushindi wa Kongo wa, wa kupata amani. Yeah. Tunawapenda sana ndugu zangu kama ni tour ya kwanza a areste connecte ujabone na ku comment, tutashukuru sana asante.